Naam, karibu tena, tuendelee kufahamishana yale ambayo yameendelea kutrendi katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii tayari Harmonize pamoja na Kajala wameendelea kujitokeza hadharani kuweza kuonekana wakiwa pamoja. Kama unavyoona hapa, ni moja ya posti ambayo e, Kajala aliweza kuishia huko katika mtandao wa Instagram akionyesha kwamba tayari yeye na makonde penzi lao limezaliwa upya. Mm, tayari mahaba yao yameendelea kupamba moto mm. Wako Zanzibari bado e, katika hoteli yenye hadhi ya juu ya nyota tano ambayo Harmonize ameikodi hoteli nzima kwa ajili ya kuendelea kuspending kuendelea kula bata na mke wake mtarajiwa Bibi Amara e, Kajala kuweza e, kuwaonyesha mashabiki kwamba kwa sasa penzi lao limezidi kupamba moto sana mb. Kajala anafurahia maisha mapya baada ya kuweza kurudiana na Makonde mb. hawa wanapendana sana, akizingatia kwamba Harmonize mb. alishatangaza mbele ya umati wa watu kwamba katika hii dunia eh, hakuna mwanamke anayempenda sana kama Kajala Harmonize. Mm, amethibitisha jambo hili baada ya kuweza eh, kumonyesha upendo wa dhati ndani ya hoteli hiyo, kwa kuweza eh, kutangaza rasmi kupitia akaunti yake ya Instagramu. Nataka ninukuu kile ambacho Harmonize ameweza kukiposti siku ya leo, aliandika hivi: If I am starting talking about my girl, love of my life, sitaweza kumaliza leo, lakini pia siwezi kukaa kimya. Lakini pia siwezi kuchukulia poa swala la yeye kuja kwenye show yangu. Was so happy to see you again at my work press. Tumepitia mengi magumu, tumekuwa kama ndugu na un. Kwenye jina langu kuna jina lake na kwenye jina lake kuna jina langu. The world is so happy for us. Endapo mkono wako utapokea I will put a ring E, on your finger again and forever let it start in. Hayo ni maneno mazito, e, ambayo Harmonize ameweza kuiandika siku ya leo akiwa amemwandikia mpenzi wake huyo bibie Kajala kuweza, e, kutangaza kwenye umati wa watu kuwajulisha mashabiki zake kwamba anakwenda kumvisha pete nyingine tena, e, bibie Kajala tunakumbuka kwamba kipindi cha nyuma pia Harmonize alishawahi kufanya tukio kubwa la kumvisha pete Kajala. Sasa anakwenda kumvisha pete kwa mara ya pili kuweza kumwonyesha upendo wa dhati. Penzi la Kajala pamoja na Harmonize aliwezi kufa leo wala kesho, hawa tayari wameshakula kiapo. Harmonize ameshaapa mbele ya e, Mwenyezi Mungu kwamba hakuna mwanamke anayempenda katika hii dunia e, kama Kajala, na tayari amepambana sana, amehakikisha kwamba amemrudisha tena Kajala katika mikono yake. M, vipi kuhusu mtoto wa Kajala ambaye ni Paula? Paula yeye hana la kusema kwa sababu eh, tayari mama ameshapenda na yeye anabidi apende alipopenda mama. Mm, hawezi kumzuia mama yake eh, kuto kumpenda mwanaume anayemtaka katika maisha yake, na tayari Paula ameweka mikono yote ya baraka kuweza kumtakia kila la heri mama yake katika safari mpya ya yeah, mama yake huyo Kajala pamoja na Harmonize baada ya kuweza kulifufua penzi lao hilo ambalo lilikufa takribani ya miaka miwili, sio bwana. Hatimaye kwa sasa bado wapo huko Zanzibari, pia hata Mario ameweza eh, kumpongeza eh, Harmonize kuhakikisha kwamba mm, basi mtoto wake huyo Amara anapata babu, yaani anampata babu ambaye ni Harmonize. Baada ya Harmonize kuweza kurudiana na Kajala, tayari babu na bibi wameshapatikana katika familia ya Marioo mtoto huyu atakuwa na furaha baada ya kuweza kumwona bibi na babu wakiwa karibu, jambo hili ambalo kwa sasa limeendelea kutendi katika mitandao mbalimbali ya kijamii. E bwana, asante sana, haini machache ambayo tumeweza kujuza. Tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio motomoto moto.